Baada ya hapo nikaanza mimi ulezi wa mtoto wangu, na nikiwa na nimesema kuna watu ambao siwezi kuwamishini hapa majina taja, kwa kuwataja. Na kwanza namshukuru mke wa mchungaji wangu ambaye tangu nikiwa ni mjamzito siwezi kutoka kwenda kanisani, nimekaa tu nyumbani, yani nilikuwa na ile depression ya mbaya ambayo nimwambie nilikuwa kwenye kipindi mm, kigumu kigumu sana unawaza yaani hataili kumuona mtu nje hivi hutamani yaani naishia kuchungulia tu hivi narudi ndani nakaa alikuwa ananijia nyumbani kuniona anaomba na mimi nilipojifungua pia akaja akaomba na mimi familia ya mume wangu waliomba na mimi sana wakasimama na mimi sana nimpongeze mdogo wangu ambaye na yeye alifunga safari toka kijiji kuja kukaa na mimi mpaka nikae vizuri, ni kwa sababu nimejifungua kwa operation. Kwa hiyo alikuja kunisaidia kuangalia mtoto, kusimama na mimi mpaka nimalize nini, ile kusafirisha hospitali kidonda. Ninamshukuru sana mama yangu, akiwa yeye ya, hawezi kuja kwa sababu ana mtoto mdogo, hawezi kusafiri huko na huko, alikaa mpaka mimi nimefikisha mtoto kama miezi miwili miwili mpaka mitatu, ndipo aliposafiri na kuja kuniona. Sasa ndio tunaonana hivi mimi na mama tangu tumepitia kwenye changamoto ya kufiwa. Kiukweli, mama yangu nampa asilimia nyingi, ambazo sijui ni yani, sijui niseme nini. Mungu amweke, Mungu amtunze, ampe maisha marefu, kwa sababu aliweza kunibeba kwa asilimia kubwa, kwa kunitia moyo, kwa sababu kipindi nilichopitia nikiwa na ujauzito alikuwa naongea na mimi kwenye simu, anaambia mwanangu, pamoja na, na kuwa nimempoteza mdogo wako, lakini ukaa ukijua wewe, mimi nakuhitaji, utambue kuwa na kuangalia wewe kwa macho yangu yote, na wewe ndio mlezi wa huyu mtoto, huyu mtoto anakuhitaji. Ni maneno ambayo nilikuwa nikikaa pamoja na kuwa napitia kipindi kigumu, nikiwaza, nikilia sana nakumbuka maneno ya mambaangualosem napitia kwenye ujauzito huu, ikiwa na mawazo makubwa ya kufiwa na mdogo wangu, lakini mama anasema ananihitaji na huyu mtoto ambaye yuko mikononi mwake, mtoto wa marehemu mdogo wangu ananihitaji, huku mume wangu pia na yeye anakaa, ni maneno yake usiku na mchana. Alijitahidi akienda kazini, anachelewa saa ingine, mimi nikiwa nalia na ile asubuhi na nini yuko radhi kwenye kazi zake haendi, anakaa na mimi mpaka akisha nimekaa sawa. Saa zingine haendi kabisa, na kazi za watu haendi kabisa mpaka akisha niko sawa, au akiona ameniacha vibaya, anatoka nenda kazini, anamwachia mtu kazi zake, anarudi kukaa na mimi, anazungumza na mimi, ananiweka sawa. Nilikuwa kwenye kipindi cha msongo wa mawazo, sijui niwaambie nini. Kwa hiyo, kwa yoyote ambaye unapitia kipindi cha msongo wa mawazo Unajua, unahitaji watu Mungu akuinulie wa watu Mungu akuinulie wa watu ambao wataelewa kipindi unachopitia. Mimi Mungu alini aliniinulia watu aliniinulia watu ambao walisimama na mimi. Unajua, una pesa ndani, lakini ile pesa huioni, yaani unaiona hivi rangi inaonekana, hii ni pesa, lakini huoni kama ni faraja. Kwapa unahitaji mtu yule mtu achukue pesa kununulie kitu akupe. Yaani yule mtu alete kitu wakati wewe mwenyewe ungeweza kuchukua pesa na nana. Kipindi nilikuwa natamani sana mimba yangu, kuwa napenda kunywa Grand Malta. Pesa ipo ya mimi kutoka, nikaenda kununua Grand Malta dukani, sio mbali. Lakini natamani tu mtu achukue ile pesa aende akanunue Grand Malta anipe. Faraja yangu naiona pale. Kiukweli, shukurani ziwaendee hawa watu ambao nilowataja hapa, mama mchungaji, popote pale ulipo, Mungu akutunze. Wa mume wangu, Mungu akutunze wa kwa maisha marefu sana, kwa sababu ni kipindi ambacho kama ingekuwa ni ule mtu umepata ujauzito alafu huna mume, pengine umekataliwa, sidhani kama ningekuwa hai mpaka leo, kwa sababu ningekosa faraja ya watu, nisingekuwa mzima kabisa walisimama na mimi kuniombea. Walisi, unajua, unapokuwa unapitia kwenye msongo wa mawazo, hata ukikuomba unashindwa, unabaki kulalamika na kulia na uchungu uliokuwa nao. Lakini wale watu wakisimama na wewe, wanakutia moyo, wanakupa nguvu, unanyanyuka tena, unanyanyuka tena na tena, unanyanyuka msiombe. Jamani, kufiwa ni kitu kimoja kigumu sana, kigumu mno unaweza ukawa umepata na misiba mingi lakini ukaja ukatokea msiba mmoja ambao hautakusahulisha kwenye maisha yako. Mimi sikuwahi kuwaza kwenye maisha yangu siku za nyuma hizo, kama ningeweza nikaingia kwenye duka la la jeneza na sanda pale, nikaanza kununua na mnunulia ndugu yangu eti ambaye najua huyu sitomwona tena. Sikuwahi kuwaza siku ile, kwa ni ngumu, ngumu ni duka ambalo la majeneza mtu unapita tu naliona, lakini siku hiyo ilikuwa ni mimi naingia kuchagua jeneza kwa ajili ndu ya ndugu yangu. Baada ya mtoto wangu kufikisha miezi mitatu, ndipo wagosi zangu wakasema tunatamani uje upumzike huku Yani uje na mtoto wako upumzike huko, kwanza ukae sawa, tunajua umepitia operation umepitia kwa kufiwa, lakini tunatamani tukuchukue uje ukae miezi kadhaa upumzike. Nikakubali, nikasema sawa, lakini ngoja mtoto ao asogee sogee kwanza. Mtoto aliofikisha miezi sita, nikafanya maamuzi na mama wangu akaniitikia akasema, haina shida, Unaweza ukaenda. Kiukweli namshukuru Mungu na nawashukuru mabosi zangu sana sana zaidi ya sana. Wakafanya prosesi zote za halali kabisa, dokumenti zote, mimi na mwanangu tukasafiri. Nipo hapa naongea na, na nyinyi nikiwa nina mwaka mmoja na miezi miwili tangu niingie Omani nikiwa na mtoto wangu kwa video zilizopita si kama kuna mtu akawa anaona anaonekana mtoto ni kweli, niko naye Omani. Sikupata Omani, ila niliingia naye Omani kwa dokumenti zangu kamili kabisa, ikiwa ni sponsor ya mabosi zangu. Hapa nawaongea na nyinyi kuwa nina mwaka na miezi miwili, baada ya kuwa nimeshakaa vizuri, nime heal baadhi ya vitu nime kava vizuri yaani, nimekaa vizuri kabisa, ndipo sasa nikaambia mabosi zangu, sasa najikuta nimesha kuwa sawa, natakiwa kurudi nyumbani. Hawakukataa na wala hawakupinga, wakasema sawa, haina shida, sisi tuko tayari kukatia tiketi wewe na mtoto wako urudi nyumbani. Mpaka naongea na nyinyi hapa, muda wowote kuanzia sasa natarajia kurudi Tanzania. Nimewajia na hii stori kuwatia moyo, mfahamu kuwa katika maisha unahitaji watu, kitu ambacho mimi nilikielewa kwenye maisha yangu, kuwa unaweza ukawa una pesa nyingi sana, lakini kama una watu kukufariji kwa wakati huo, pesa zako itakuwa ni bure bure kabisa. Ninamshukuru Mungu, ninawashukuru watu wote ambao wamesimama na mimi na ninawaombea nazidi kuwaombea, nawaombea mabosi zangu, nawaombea wote ambao walisimama na mimi, namwombea mume wangu. Mungu amtunze wa Mungu amweke ampe maisha marefu kwa kunivumilia kipindi hicho chote na kuwa na mimi bega kwa bega, Mungu amtunze. Namwahidi kumpenda katika maisha yangu yote, na ninampenda na yeye anajua tumekuwa kitu kimoja mimi na yeye bega kwa bega kwa chote kinachotokea kwenye mabonde na, na, na milima tangu tulipokutana mimi na yeye mpaka hapa tulipofikia Guys, thank you so much kwa hii story ambayo nimekupa hapa asante sana kwa yule ambaye atakayojifunza na kusema kweli nimejifunza kitu na kuna kitu uta kitakutia moyo kupitia historia yangu Ipo siku nitawaletea mama yangu pamoja na huyu mtoto ambaye ni yatima mpaka leo ambaye yuko mikononi mwangu mpaka leo. Mimi ndo namlea na nimekuwa msaada kwake mkubwa. Mimi nimekuwa ndo mama kwake, na kama nilivyowaambia, huyu mtoto baba yake hatukumjua. Kwa hiyo imekuwa mimi ndo ndo kila kitu kwake. Ninampenda, ninamjali, ninamthamini kizuri zaidi ambacho naona ni zawadi kubwa huyu mtoto alitupatia. Yani Mungu alitupa zawadi huyu mtoto pamoja na kumpoteza ndugu yangu, lakini aliniachia zawadi. Ndugu yangu alijifungua tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi mimi mtoto wangu nilijifungua tarehe ishirini na nane mwezi wa tano Kwa hiyo ni hawa watoto ambao walizaliwa tarehe hii moja, ninawapenda Ninawajali, ninawathamini sana. Mungu awape maisha marefu, wakuwe katika njia nzuri za kumpendeza Mungu. Ni wanangu guys, asanteni sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, share video share, kushe stori yangu kwa, kwa mtu mwingine aweze kujifunza, aweze kuelewa kuwa kuna umuhimu wa kuwa na watu wema kwenye maisha yako. Na kuwa na pesa. Pesa ndio ndo kila kitu, lakini unahitaji watu. Pamoja na kuwa una pesa, unahitaji watu. Thank you.